Serikali ya Kenya inafanya juhudi za maafikiano ya kumrejesha Nduta nyumbani baada ya mazungumzo ya kusitisha hukumu ya kunyongwa huko nao nchini Vietnam. Mikakati hiyo ya kumrejesha Nduta nchini Kenya ilianza takriban siku tano zilizopita ambapo Rais William Ruto alilipokea jambo hilo kutokana na familia Margaret Nduta kuiomba serikali kuingilia jambo hilo. Awali, viongozi wake walisema kwamba jambo hilo ni gumu, lakini serikali ya Samoei Ruto itapambana kuwezesha nduta kurejea nchini. Baada ya kauli hizo, mazungumzo ya kidiplomasia yanaendelea kati ya Vietnam pamoja na Kenya. Naibu waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa kimataifa wa Vietnam alisema jambo hilo limefikishwa mahala husika, hivyo wanalifanyia kazi ili nduta aweze kurejeshwa nchini Kenya. Ugumu wa suala hilo uliibuka kutokana na Kenya kutokuwa na ubarozi nchini Vietnam, ambapo ubarozi wa Vietnam kwa afrika mashariki upo nchini Tanzania. Hivyo Kenya waliamua kutumia ubarozi wa Thailand ili kupeleka barua ya kusitisha hukumu hiyo pamoja na kufanya mazungumzo ya moja kwa moja kwa njia ya simu ili kuratibu jambo hilo. Hukumu hiyo ilitekelezwa nchini Vietnam na siku ya tarehe saba Machi nduta alipaswa nyongwe kwa kukutwa na hatia Tangu mwaka elfu mbili na tisa, Vietnamu ikiwa nchi ya kwanza katika bara la Asia ilipitisha sheria hiyo, ambapo waliondoa kifungo cha maisha na kupitisha sheria ya kifo kwa wanaokutwa na hatia madawa ya kulevya.